Tangu jina ni Mfaume Fadhili Mfaume, makamu mwenyekiti jumuiya ya wafanyabiashara Kariakoo. Sisi kama wafanyabiashara Kariakoo, nitumie fursa hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma aliyetujalia uhai na afya, akajalia amani ya nchi hii imeendelea kuwa tulivu mpaka hivi tunavyozungumza na nyote mmefika kwa ajili ya kuwakilisha wafanyabiashara, lakini kuwakilisha jamii ya Watanzania. Sisi kama wafanyabiashara tulikuwa na kero 41. Kero hizi tulizifikisha serikali kuu, na alizipokea waziri mkuu Majaliwa Kasim Majaliwa na mawaziri waandamizi akiwemo waziri wa viwanda na biashara, waziri wa uwekezaji na mipango, waziri wa fedha. Tulifanya mazungumzo kwa kipindi kirefu. Katika kero 41, kero 35 serikali iliyafanyia ma maamuzi pale pale, na maamuzi hayo yamekuja kutufaidisha wafanyabiashara wa Kariakoo na wafanyabiashara nchi nzima. Moja katika hayo mambo 35 ni kamata kamata ya Kariakoo. Hili ni jambo ambalo lilileta kero kubwa sana kwa wafanyabiashara wa Kariakoo, lakini kwa wateja ambao wanakuja kununua mali Kariakoo, chini ya serikali hii Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa maelekezo yake ile kero iliondoka, na lazima tupongeze aa, waziri wa viwanda na biashara Dkt. Suleiman Jafo amekuwa karibu na sisi na tumefanya vikao vingi ndani ya Kariakoo, Dodoma kuhakikisha haya mambo yanatulia, vile vile na mawaziri waandamizi, lakini kamishina mkuu wa TRA baada ya kuteuliwa na Daktari Samia Suluhu Hassan aliambiwa nenda kazungumze na wafanyabiashara, kazungumze na makundi ya wafanyabiashara, fika Kariakoo. Na alikuja Kariakoo, tukazungumza, na hilo jambo la kamata kamata likawa limeondoka. Sasa hivi kama mtu ana changamoto yoyote ya kikodi anafika ofisi za TRA, anazungumza vizuri na mambo yake yanarekebishika. Hata juzi jana, kulikuwa na mfanyabiashara alikuwa na changamoto ya kikodi, aliniambia, nikamwambia fika TRA, hawana shida. Na amefika amepokelewa kwa uzuri na ametoka hali ya kuwa uso wake una furaha. Kwenye hizo kero 41, kero 35 zilizofanyiwa maamuzi A, daktari Samia Suluhu Hassan alitoa maelekezo na akaunda tume ya maboresho ya kodi. La kwanza kwenye hizo kero sita zilizobaki za kisera na kisheria 35 zimeshafanyiwa maamuzi. Imetoa mfano wa kero moja. Hizi sita za kisera na kisheria, Daktari Samia Suluhu Hassan aliunda tume ya maboresho ya kodi chini ya mwenyekiti wake Balozi Ombeni, uh, uh, Balozi Ombeni. Tume ile imezunguka maeneo ya Kariakoo na maeneo mengi nchi nzima kusikiliza zile kero na kuzifanyia uh, maandishi na kuzifanyia maamuzi kama tume inavyotakiwa kufanya. Pia iliundwa tume ya usuluhishi wa kodi. Hapa panahitaji utulivu. Kwenye tume ya maboresho ya kodi, kwenye marekebisho ya sheria kwa maana ya finance act uh, sheria ya usimamizi wa kodi kwa maana ya tax administration act ilifanya marekebisho ya vifungu mpaka kifungu cha 115. Mmoja katika hayo mambo yaliyorekebishwa ni kwamba sasa mtu yeyote mwenye mauzo ya milioni 500 halazimiki tena kutengeneza hesabu kwa kumlipa mhasibu, ambazo hizo zilikuwa ni gharama kwa wafanyabiashara. Halazimiki tena kufanya hivyo, anatakiwa afanye mahesabu kwa yeye anavyoweza kufanya afanye katika utaratibu mzuri, hata kama sio muhasibu ambaye amesajiliwa kwa maana ya CPA. Mahesabu yakiwa vizuri, anakadiriwa kodi kulingana na alichokipata, bila kumlipa gharama muhasibu. Hii imepunguza makali ya biashara, lakini vile vile kwenye jambo hilo kumekuwa na kodi elekezi upande wa forodha, sheria ya forodha, katika makadirio ya forodha mtu alikuwa anakadiriwa kulingana na thamani ya mzigo kama inavyotakiwa, lakini wakati mwingine bei mtu anayonunulia mzigo na bei ya kuuza mzigo sokoni Kariakoo, wakati mwingine bei inabidi uuze kwa bei ya chini, yani reasonable price, bei ya kati na kati ili uweze kuwa na mzunguko mkubwa. Kwa wale watu ambao thamani ya mizigo yao ilikuwa ni mikubwa, kwa maana kodi zao zilikuwa ni kubwa, wanashindwa kukompiti kwenye soko, ushindani wa soko wanashindwa sasa chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa maelekezo yake, na kamishina mkuu wa TRA Bwana Yusufu Mwenda, sasa hivi kumetolewa bei elekezi moja, item moja ni vitenge. Kwa hiyo changamoto ya kukadiriwa kodi kubwa imepungua katika forodha, hiyo changamoto ya kukadiriwa kodi za ndani kubwa imepungua. Watu wanakadiriwa kodi kulingana na thamani ya biashara kulingana na thamani ya mzigo kulingana na uzalishaji wa kibiashara. Haya yote ni maelekezo ya daktari Samia Suluhu Hassan, kwani kwenye hizo sheria za kikodi zinamhitaji mtu ili akadiriwe lazima awe na mauzo, lazima awe amepata faida, atakadiriwa kulingana na ile faida yake. Hii ni kwa mujibu wa sheria ya kikodi yaani sheria ya mapato ya kodi kabla haijafanyiwa marekebisho, kifungu cha nne kinasema, income tax ya tax imposed or charged on gains or profit from business investment or employment, kwamba kodi itakadiriwa ima mtu amepata ajira au kwenye uwekezaji au kwenye biashara kulingana na alichokipata. Kwa maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan ni kwamba watu wakadiriwe kodi kulingana na biashara wanayofanya. Hili tunarejea kwenye kumbukumbu -kumbu pale Daktari Samia Suluhu Hassan alipofungua bunge lake alisema, mimi sihitaji kodi ya dhuluma, sihitaji wafanyabiashara kusumbuliwa, sihitaji maafisa kujiona wao ni juu kuliko watu wengine, tuwasaidie wafanyabiashara, tuwasaidie wananchi kwa ajili ya ustawi wa wananchi. Sisi tumeona hali imetulia Kariakoo na hali imetulia kwa wafanyabiashara.